Kwa majina naitwa Gerald Ryoki almaarufu Bonge, mjumbe wa halmashauri kuu ya mkoa wa Mara na mjumbe wa halmashauri kuu ya wilaya ya Butiama, na ni kiongozi wa chama mkoa wa Mara. Niliamua kuongea na nyinyi kwa kusikitishwa na mambo kadhaa yaliyojitokeza ndani ya jimbo jimbo letu la Butiama na mbunge mmoja, mheshimiwa Abdalla Jumanne Sagini. Lakini cha kushangaza, kuna watu ambao ni watiania wanatuma watu wao ndani ya jimbo, imetokea kama siku tatu nne wanatoa maelekezo kwamba miradi yote inayoletwa jimboni wanaileta wao. Sasa kama wanaileta wao kuna haja gani ya kugombea? Kwa mfano, na nikasikitika kusikia diwani wa kata Kianyari na tu ushahidi kwamba mheshimiwa mmoja ambaye ni mteule wa rais akiwa ni kiongozi mkubwa aliyekuwa kiongozi wa chama wilaya hii akaanguka kwenye uchaguzi anathibitisha kwamba wao ndio wameleta fedha kwa ajili ya kujenga kituo cha afya Kianyari. Inasikitisha sana na baadaye diwani anatoa uthibitisho huo wakati tunajua ilani ya Chama cha Mapinduzi kinaongozwa na watu watatu: yupo diwani, yupo mbunge, yupo rais. Na rais ametoa msaada ndani ya jimbo la Butiama kupitia kaulimbiu ya mbunge ambaye tunaye leo ni naibu waziri wa katiba na sheria. Lakini kuna watu wanarobu maneno kutumia nafasi zao na fursa kwa vile wanataka kugombea ubunge wa jimbo la Butiama kuonekana wao wanafanya kazi kuliko mbunge. Ni maana kama mbunge hafanyi kazi, wao wanaweza. Kwa nini watangaze nia? Kama ana uwezo kufanya kazi akiwa nje analeta miradi, kuna haja gani akombea ubunge? Imetukisha sana na ni mtoro wa rais. Ametumia kauli kutumia viongozi waliokuwepo madarakani ambao wameangua kwa nafasi zao. Leo wanazunguka kila kata. Haya kwa mfano tukio kata Siruli Simba. Kuna fedha inaenda kata Siruli Simba, shule ya msingi Siruli Simba. Wakaenda. Sisi tuwaite machawa sijui ni wapambe, hatujui kwa hiyo hii imetuumiza sana. Nikiwa kama kiongozi imeniwia sana kuongea na waandishi wa habari kwa sababu mbunge tunaye mbaya zaidi ni naibu waziri wa katiba na sheria katika jimbo. Katika majimbo yote ya mkoa wa Mara tuna majimbo kumi, wabunge wa viti marumu wawili, wabunge wa viti wa CHADEMA wawili na kuteuliwa Mheshimiwa Chamliro, tuna wabunge zaidi ya kumi na tano, kumi na sita lakini tuna naibu waziri mmoja tu kutoka wilaya Butiama. Heshima tulipona na rais, bado watia nia wanataka kuleta vikwazo, walikuwa ni bora kuliko yeye. Hii imetumiza sana. Viongozi wa chama wameliona mbaya zaidi, anaenda kutoa kauli kwenye kata ya Kianyali kutumia watu wake aliowatuma na ile kata ya Kianyali natoka mwenyekiti wa chama wilaya Butiama. Na mwenyekiti wa chama wilaya Butiama, asinge ange kuwepo, sema alikuwa kwa shughuli zake binafsi Mwanza angekuwepo sijui kingetokea nini, lakini tumshukuru Mungu. Mambo mengine tuyaache, lakini hao watianie wafanye kazi zao, wasubiri muda ufike, wachukue fomu, waingie front kuliko kutangaza maneno ya uongo. Leo mtu anasema imeleta mradi wa kituo cha afya Kenyali, kwa mfano huyu mteule wa rais ambaye analeta ana, ana shida jimbo la Butiama, kwanza tutangaza ukabila. Hayo tumeacha somo, mambo ya kawaida na udhaifu wa kila mmoja, kata na kituo cha afya ambacho kipambania mheshimiwa mbunge Leo haina gari ambulensi ikitokile. Kwa nini sipambana apeleke ambulensi pale aende kudanganya wananchi? Kwa nini walishe maneno ya uongo wakati tunajua anachokifanya mbunge ni nini? Leo kiyanyari na nilimshangaa sana mheshimiwa diwani kutoa ushuhuda. Sababu kwa uoga ita na watisha mbunge sio niunga, lazima diwani sio niunga, lazima anguke. Yeye ni nani? Chama cha Mapinduzi kinatimiza mambo yatokanayo na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tuadili na, huduma za jamii ikiwemo afya, elimu na mambo mengine. Leo lakini mtu mtania tu anatangaza uongo. Kutume viongozi waliokuwa madarakano wameanguka sasa wanatafuta pa, pa kujishikiza waonekane wao ni bora kuliko watu wengine. Tuna mbunge ambaye ni makini sana. Na naibu waziri leo rais alimwamini akampatia majukumu. Lakini kuna watu wanatumia maneno ya ajabu sana. Kwa mfano, hiyo niliyosema Yesu Simba ilitokea akasema ameleta yeye. Kwa nguvu ipi? Kama ana uwezo wa kuleta, kwa nini agombe ubunge? Kama anaweza kuleta iko nje ya bunge, kwa nini agombe ubunge? kwa sababu tunaibwazia. Mbona mtu makini sana lakini, inatushangaza na sana, tunaumia sana, nikiwa kama kiongozi wa chama, chama pinduzi, wa chama nikiwa mwadilifu kutoka na chama cha mapinduzi, wanachama wenzangu waliniamini Nyamino, wakanichagua. Nimeamua kulisemia hili kwa sababu kilichotokea kwanza, alitaka kudhalilisha Chama cha Mapinduzi kata Kianyana, natoka mwenyekiti wangu wa chama cha wilaya, chama mwenyekiti wangu wa wilaya wa chama, mheshimiwa Kristofa Marwa Siagi anatoka ile kata, ndiko anaenda kuongea uzushi. Tunakubali mengine wafanya kwa kwa mujibu kuunga juhudi kwa fara. Kuna mheshimiwa mmoja alituchangia kujenga ofisi ya chama, mbona aseme ya maneno na amekaa kimya wao ambao hajafanya wanatengeneza maneno kutokana na serikali imefanya nini. Kabla sisi watu wa kawaida tujajua, ambao hatuna, hawana redio, hawana nini, hatujajua wanaenda kueneza kwamba wao ndo wanafanya. Kuna kiongozi, kuna, kuna mheshimiwa mmoja ni mwanachama wa chama cha Mapinduzi. Ametusaidia kujenga ofisi ya chama cha wilaya, na ofisi ya wilaya iko pale tujue kusikia nje vitu na ana watu sawa kama alivyo nao yeye, yeye sio anawapambe, sio machao tujui, lakini yeye mbona hajasema hicho kitu. Tunawatania wengi wengi, walipambana na Mheshimiwa Sagini 2020 wakaanguka, na wako mjimboni, lakini tusisikie maneno yao. Yeye ana shida gani? Kama anataka kuchukua ubunge wa jimbo hili asubiri muda ufike, kuliko kudanganya wananchi na wanachama uongo. Leo kinachofanyika jimbo la Butiama, au kinachokuja kuletwa na serikali kwa vile mbunge iko mbali, kwa mfano jitu tunasikia alikuwa alikuwa Zanzibar jana, ameingia Dar es Salaam, ameenda kumwaga Mheshimiwa maremu na ni hayati Kilopa Msuya. Au anakuja kuvuruga na tumu watu wake. Kama iko sawa? Huko kwa aliko anakosaidia kama anakaa anaweza kusaidia kupitia anachokifanya yeye afanye, kwa kwani agombea ubunge. Kama anaweza kufanya kionje ya bunge, hana, anatafuta ni ya nini? Zaidi ya kuchafua. Alikuja na sera ya ukabila, tumenyamaza. Hadi katibu mkuu amekuja akalikemea tukakaa kimya. Leo anakuja na ulagai kudanganya wanachama na wananchi. Wenda Butiama. Ii wilaya ni ya pekee sana. Mheshimiwa Rais ametuheshimisha sana kutupatia makamu na kutupatia naibu waziri wa katiba na sheria, alikuwa naibu wa wizara mambo ya ndani. ukiahueshimam jimbo la Butiama, asubiri muda ufike, aje alifanye hili achukue fomu wakiwa anastahili kutusaidia, basi watampa na fursa, lakini sisi tuna dili na Abdalla Jumane Sagi. Na mbona tufanyie mambo kwa ready sana. Leo ana seda kutengeneza kutengeneza, kila kijiji tupate shule sekondari. Kwa mfano, kata ya Nyakanga, vijana kwa wanatoka Nyabangi wanatembea zaidi ya kilomita tisa. Leo wako kule kule, kuna vijana kata ya Bukabwa, kutoka Kirumi mpaka Mazami kwa kilomita 12, leo vijana wanasoma kule kule na amefungua baadhi ya barabara. Huyo mtu tunambeza vipi? Na ametetea vituo vya afya kibaa. Kuna kituo cha afya Kirumi, kuna ambulance, kituo cha afya Kiagata kina ambulance. Leo tunaanza kituo cha afya na ni Wegero, leo kuna kituo cha afya Butuguri, tuna tuna hospitali ya Butiama ambayo ipo, na leo tuna chuo kikuu kwa juhudi zake yeye, lakini kuna watu wachache wanaoongea na kupotosha kwa kuandanganya wananchi na wanachama wa CCM kwamba kuna mimi nafanya hili kwa vile iko kule wizarani, akiona ndio kuja Butiama anao kupiga simu kabla hajafika kuta ama, ya, riona, kwa utaratibu unaweza kukuta wilaya Butiama atujua mkoani mkoa ni kisha liona kwa vile kwa kule kwenye mifumo anao kupiga simu bana nimesaidia kata fulani au nimesaidia wilayani moja mbili tatu, wakati ni uongo. Kwa yeye asubiri uthubutu, asubiri wake, wananchi wakimwamina, wanachama watampa ridhaa, lakini asitumie ulagai na lugha za uongo za kumchafua mbunge kwa sababu leo bila bujambo ottskaima serikali na kwa vile na mambo mengi na majukumu mengine, watumie fursa kwa kumchafua kwamba hafanyi maendeleo. Sababu sio kila kata, kata, kata ambazo mbunge ametoka kufanya ziara na miradi inakuja bwana mbunge kutoka ndio kaifanya yeye. Kwa hiyo ni uongo, kwa nawadanganya wanachama wa CCM. Wananchi wa Butiama, kwa kutaka kuchukua mamlaka kwa uongo, ina maana huyu hata tukimpa ridhaa asiretie shida baadaye, sababu hana kauli ya ukweli kwa watu wanaowatumia, na mbaya zaidi walikuwa ni viongozi wa chama waliokwisha anguka na walikuwa na ridhaa kubwa ndani ya wilaya ya Butiama. Leo wanatumia uongo huo huo kwa wadanganyo wa Butiama. Sasa leo anasema anapeleka kituo cha afya Kanyari, kwa nafasi ipi? Anekijua kituo cha kata Kanyari ni mbunge na ndio msemaji wa wilaya ya Butiama, sio vinginevyo na nikashangaa sana kusikia diwani wa kata ile amebara na maneno kwamba anempinga fulani, hawezi kushinda udiwani, naye akatoa madhaifu yayo kukiri kwamba huyu alichokisema ni sahihi, wakati ni uongo ile arambele ifanye tena kukirango kuhusu mabodaboda na kuachagia ameunga juhudi za mheshimiwa mbunge na juhudi za mheshimiwa mama yetu Samia. Kwa hiyo hatuwezi kukataa na kwa ameunga ameunga juhudi kwa kata kwa Kirango kwa kumsaidia mheshimiwa Rajabu Mjengwa kuendeleza jumu, kuendeleza kata yake kwa uwaledi. Sababu alileta bodaboda akawasaidia vifaa vya mapishi na nini na mambo mengine. Tunakubali kuongeza juhudi lakini ziende kwa taratibu. Kama ukiunga juhudi shirikisha chama na serikali kijue. Chama cha Mapinduzi kitambua fulani ameenda fulani kuna ameenda sio fulani kuunga juhudi za chama. Hatukatai, hayo ni maendeleo. Lakini sio atumie uongo kwa kudanganya wananchi. Yeye hana mamlaka ya kuleta fedha, kata yoyote ndani ya wilaya ya Butiama. Ni maneno ya kutengeneza, ni maneno ya kutaka kupotosha wananchi na wanachama wao waamini kwa ruga zao za uongo ili ionekane mbunge anachokifanya sio sahihi. Leo ukiangalia kila tarafa, kwa mfano tarafa inayotoka mimi naongea kwa, kwa vile mjumbe wa mshirika mkoa kwenye kata yangu na natoka ile ya Butiama. Kata yangu mimi leo tuna mradi wa milioni 150 ya maji, tulikuwa tuna shida kubwa sana ya maji kwa juhudi za Mama Samia na mbunge wetu leo, tuna maji tunafungua mabomba tuko, tuna wakati mgumu sana wa kupata maji. Kituo cha afya leo tuna kituo cha afya kina mocho alikili mocho, alikuwa mtu akifariki maeneo yetu tunapeleka Musoma, tunapeleka Serengeti, lakini leo tuko hapa, hapa ndio ni tarafa yetu. Hayo yote wanayabeza tu, wanaona hayafai, wanaendelea kum, kumdhofisha mbunge kwa maneno ya ajabu. Kwa hiyo nilikuwa naiomba tu chama changu atambue kama nimeongea kimakosa au sijaongea kimakosa, ndio ukweli usiofichika Ushahidi tunao yaliyofanyika, kwa sababu mheshimiwa mwenyekiti alikuwa binafsi na mambo yake binafsi, binafsi yakafanyika. Ilifanyika ya jioni saa kumi na moja, kata Kanyana na wakayazungumza mwenyekiti wangu na mengine yote yaliyofanyika ya kirango yalifanyika tu kwa hilo kwa sababu kwa, kwa kukuwa na uelewa wao wame kufanya hivi kumdhofisha mbunge, lakini tunaamini Abdalla Jubane Sagini ndio mbunge wa jimbo la Butiama mpaka itafika tamko la chama. Wapo vikao vimefanyika, hizo hizo timu zao, huyo mheshimiwa mtoto wa rais na wengine waliopo ambao na ambao yeye ni mteule wa rais na wengine ambao wanafanya kazi zao tuzijui, isipokuwa mzunguzimu mbunge wanafanya mambo yao kwa ajili ya kutafuta kula na kwa robo wajumbe hayo tu wabani, kwa sababu wanafanya ni siri, lakini viongozi wa chama wakati wanajua, wanaitwa na wanashiriki. Kwa hiyo inatuma sana, tuna mbungi kwa madarakani wasubiri muda ufike, walifanyie kazi. Na ndio maana nimeamua kuitwa andishwa barua, kana kwamba nimeitwa andishwa barua radio, nimeongea nayo na mambo mengine na nyie, lakini hili la kutengeneza uongo kwa mheshimiwa, mimi ndio nimesababisha shule imejengwa, mimi ndio nimesababisha maji yamekuja, mimi ndio nimesababisha umeme umekuja, hapana. Wasijaribu kumchafua mbunge kwa lugha zao za ajabu za kihuni. Huo ni usanii, hatuwezi kuita sijui, tuwaite wapambe sijui machawa. Mbali zaidi I, maeneo yote wanayofanya wanafanya kumpiga mbunge ni vitu ambavyo viwezekani, sababu vyote anaifanya wazi. Amefanya ziara yake, wananchi wakuwa wanashangaa, tuliambiwa ni fulani, wanashangaa sasa. Hili mi naomba tu kupitia chama changu na serikali ya Chama cha Mapinduzi, ongozwa na Mama Samia Suluhu, hawa watia nia wanaochafua mara wajige makaburi eti, wajumbe naomba waangalie kwa macho mawili, kwa sababu wanavuruga chama cha mapinduzi na sio itikadi zetu. Wasubiri muda ufike. Kwa mfano hapo nyuma tulikuwa na mbunge sasa na Mzee Mkono marehemu, na muongea sababu kwa uchungu, hiki kitu hakiwezi kufanyika leo. Tuna mbunge leo, naibu waziri, lakini kwa watu kulingana itikadi zao za udini na ukabila wanataka kumvuruga. Wamwache afanye kazi mpaka mwisho kama wananchi watamua, wanachama wa CCM kwamba mheshimiwa, imetosha, watamua wao, sio wao ambao kumchafua kwa kutokana na itikadi zao za ukabila, itikadi zao za uongo. Kwa sababu unaweza kusema eti mimi nimeleta mradi fulani, kwa serikali ipi? Kama unaweza kuomba mradi, kwa nini kuomba mbunge ka pembeni, ende kuomba ka pembeni, utusaidie mbunge anachokileta, na, na ukikileta, tupate faida kubwa hasa, kama unadili kusema nimeleta kituo cha afya, nimeleta shule, nimeleta maji, kwa sera ipi? sababu wanaitimiza ilani ya chama cha mapinduzi. Tuna diwani tuna mbunge tuna rais, sababu diwani anapelekea mbunge, mbunge anapelekea rais, tunafanikisha yote yanayofanyika ndani ya jimbo la Butiama. Lakini haya naongea kwa ukweli, kwa sababu imefika mwisho. Na viongozi wangu wa chama, kama mwana nimekosea, watambue, wilaya ya Butiama inavurugwa na watiania ambao hawafai kuiendeleza Butiama. Butiama ni nuru ya nchi, Butiama ni nuru ya dunia, kwa sababu ametoka mwasisi wa chama cha mapinduzi kwa hiyo lazima waheshimu hilo. Leo ndo maana hata mheshimiwa rais ametuheshimisha, ametupatia naibu waziri, hashudi kumpa waziri isipokuwa amefanya wizara zote muhimu. Alikuwa naibu waziri wa mambo ya ndani, leo naibu wa katiba na sheria. Sasa kuna muhimu ipo akaenda kumvuruga na hakuna tunapofeli. Leo kila kijiji anampango kwa sekondari kupitia Mama Samia Suluhu, ina maana atakachokiomba kitawezekana. Leo tuna vijiji vinane vya sekondari za vijiji tofauti na zakata, vijiji vinane ndani ya jimbo la Butiama. Andaa vijiji na vijiji hamsini na tisa. Ina maana akipata fursa ya miaka mingine mitano tutavuka zaidi, na ni mtu ambaye ni endelevu, anajua afanye nini, kwa sababu kabla ya mbunge alikuwa katibu, alikuwa katibu mkuu wizara, alikuwa katibu mkuu TAMISEMI, anajua kwamba umuhimu anacho Butiama. Kabla ya hapo alikusaidia akiwa katibu mkuu, tunayasema tu kwa sababu inatuuma. Alikusaidia tukapata barabara madaraka, tukapata sekondari ya Balanga na Wegero, haya tumeyaficha tu kuna baadhi ya madarakani wanasema umuhimu wa sagini wasioujua watauona baadaye, sababu alisaidia tukapata shule za vijiji mbili Wegeru na Baranga kupitia tarafa yetu ya Kiagata. Na kata ya Buswahili ina vijiji vinne ina sekondari tatu. Ha, watu wanaleta uongo mwingi sana na mambo mengine wamwache afanye kazi yake. Wananchi na wanachama wa sisi ndio watakaoamua, sio wao wa kudanganya wananchi kwamba nimeleta hiki wakati hujafanya kitu kimoja. Amina.